Siku moja katika nyika ya Afrika, jua likiwa limetua na upepo wa jioni ukipuliza taratibu, simba aliyekuwa mfalme wa msitu alikuwa amelala usingizi mzito chini ya mti mkubwa wa mwavuli. Panya mdogo, ingiza sisahii, mchovu na mwenye njaa, alikimbia kwa haraka akivuka kwenye nyasi. Bila kujua, akakanyaga mguu wa simba aliyekuwa amelala. Ghafla simba akamka kwa hasira na kwa kishindo, akamnasa yule panya kwa makucha yake makubwa. We kiumbe mdogo, ni nini kinakufanya unithubutu kunikanyaga? Nitakula leo bila tabu. Simba alinguruma kwa sauti ya kutisha, lakini panya alimwangalia simba kwa hofu na kusema kwa sauti ya kitetemeko, "Tafadhali mfalme wa msitu, niepushie maisha yangu. Siku moja naweza kukufaa hata kama mimi ni mdogo." Simba alicheka kwa dharau, meno yake makubwa yakionekana, kisha akasema, "Hahaha, wewe unisaidie mimi? Wewe ni kidogo hata kuniosha meno." Lakini sawa, nenda zako leo, nimejaa rehema. Simba akamwachia panya, naye akakimbia haraka kurudi pangoni kwake, moyo wake ukidunda kwa furaha na mshangao. Siku chache baadaye, simba alipokuwa akitembea msituni, alinaswa kwenye mtego uliowekwa na wawindaji. Kamba nene ilimfungia miguuni na akawa hawezi kupasua. Alinguruma kwa nguvu, msitu mzima ukasikika, lakini hakuna mnyama aliyethubutu kumkaribia. Lakini panya aliyekuwa karibu alisikia sauti ya simba bila kusita akakimbia kuelekea kwenye mtego, akamkuta simba akihema kwa uchovu. Panya akasema, usijali mfalme, nipo hapa kukusaidia. Kwa meno yake madogo lakini makali akaanza kukata kamba polepole, lakini kwa ustadi alizikata moja baada ya nyingine, hadi hatimaye simba akawa huru. Simba alitazama kwa mshangao na aibu, kisha akasema kwa sauti ya upole, leo nimejifunza hata mdogo anaweza kuwa msaada mkubwa.